Kitabu cha cha kwanza cha Wamakabayo, sura ya kwanza, na ya na pili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo! Karibuni sana wapendwa mahali hapa, naitwa Mwalimu Petro. Ni wakati mwingine tena na furaha nyingi mno ndani ya Kristo kukukaribisha katika kipindi chetu hiki kizuri na pendwa cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. watu wa Mungu ni wakati mwingine tena tunaendelea mbele kwa kwenda kuendelea na vitabu hivi vya Deuterokanoni na leo tunaanza rasmi kitabu kingine kinachoitwa Wamakabayo. Naam wapendwa, vitabu hivi vimegawanyika katika pande mbili, kuna cha kwanza na cha pili. Hichi ni cha kwanza, sura ya kwanza na ya pili. Tusali kwa jina la Baba la mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ukarimu wako na uweza wako ambaye Bwana umeendelea kutujalia katika maisha yetu, tunaomba ee Mungu tusimamie, ili Bwana tunaposoma neno lako hili tuweze kulielewa, hekima yako ijengeke mioyoni mwetu, ili Mungu tuendelee kuwa imara. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, ninaomba muda huu tuungane, tuanze rasmi usomaji kitabu cha kwanza cha Makabayo mwana wa Filipo alitoka katika nchi ya Kitimu, akampiga Dario mfalme wa Waajemi na Wamedi, na baada ya kumpiga alitawala mahali pake. Akapiga vita vingi, akatoa ngome nyingi, akaua wafalme, akaendelea hata kwenda miisho ya nchi, akateka mataifa mengi lakini nchi yote ilipotiishwa mbele yake, alitokoka na moyo wake uliinuka. Akachanga jeshi kubwa mno, akamiliki nchi na mataifa na wakuu, na kuwatoza ushuru. Baada ya hayo, alishikwa na ugonjwa akajua ya kuwa yu karibu kufa, akawaita watumishi wake watu wastahiki walioolelewa walio pamoja naye tangu ujana wake, akawagaia milki yake alipokuwa akali hai. Naye Iskanda alikuwa ametawala miaka kumi na miwili kabla ya kufa kwake. Watumishi wake wakatawala kila mmoja katika nchi yake baada ya kufa kwake, wakajitia taji na wana wao baada yao kwa miaka mingi, wakafanya mabaya mengi duniani. Katika hao kulichipuka chipukizi chenye dhambi, ndiye Antioko Epifani, mwana wa mfalme Antioko, ambaye alikuwa amewekwa amana kwa Warumi naye alitawalishwa katika mwaka wa mia thelathini na saba wa enzi ya Wayahudi. Siku zile walitokea walifu sheria katika Israeli, wakashawishi wengi wakisema, twende tufanye maagano na mataifa wanaotuzunguka, maana tangu tulipofarakana nao misiba mingi imetupata. Jambo hilo likapendeza machoni pao, hata watu fulani wakafanya hima kwenda kwa mfalme, naye akawapa ruhusa kuzifuata kawaida za mataifa. Wakafanya kiwanja cha michezo Yerusalemu, kama kawaida ya mataifa, wakajifanya kana kwamba hawakutairiwa wakajitenga na agano utakatifu, hivyo walijiunga na mataifa na kujiuza wafanye uovu. Antioko alipoona mfalme wake ametengenea vema, alikusudia kuitawala Misri pia ili kuzimiliki falme mbili. Akaingilia Misri na jeshi kubwa na magari na tembo na wapanda farasi na vyombo vingi sana. Akafanya vita juu ya Tolemayo mfalme wa Misri, naye Tolemayo alirejea nyuma mbele yake, akakimbia na wengi walianguka wametiwa jeraha za mauti. Akaikamata miji yenye maboma katika nchi ya Misri akateka Misri nyara. Basi Antioko akiisha kuishinda Misri katika mwaka wa mia arobaini na tatu alirudi akaiendea Israeli, akafika Yerusalemu na jeshi kubwa. Akaingia katika hekalu kwa jeuri, akachukua madhabahu ya dhabahu na kinara cha taa na vyombo vyake vyote na meza ya mikate ya onyesho na vikombe vya mabakuli na vyetezo vya dhahabu, na pazia na taji na kuyaambua mapambo ya dhahabu katika ukuta. Akavitwaa vyombo vya fedha na dhahabu na vyombo vya thamani na vitu vyote vya utunu alivyoweza kuviona, hata akisha kuvitwaa vyote, aliondoka akarudi kwake aliua watu wengi na kutoa maneno ya jeuri. Kukatokea kilio kikubwa katika Israeli, na kila mahali wakuu na wazee waliugua, wasichana na wavulana walihuzunika, na uzuni kwa wanawake ulitoweka, na uzuri wa wanawake ulitoweka. Kila bwana harusi aliomboleza, na bibi chumbani mwa harusi alilia. Nchi ilitetemeka kwa ajili ya wenyeji wake na nyumba yote ya Yakobo ilivikwa fedheha. Baada ya miaka miwili, mfalme alipeleka mtoza ushuru mkuu kwa miji ya Uyahudi, akaja Yerusalemu na askari wengi. Akawadanganya kwa maneno ya amani, wakamwamini, lakini aliuangukia mji kwa ghafla akaupiga pigo kubwa, akawaharibu watu wengi wa Israeli. Aliuteka mji, aliuchoma moto, akazibomoa nyumba zake na kuta zake pande zote. Wakawachukua wanawake na watoto utumwani na kuwakamata ng'ombe. Wakauzungusha mji wa Daudi ukuta mkubwa imara, wenye minara ya nguvu ukawa ngome yao, wakakalisha humo taifa lenye dhambi, wasioshika sheria. Wakajiimarisha humo wakaweka akiba ya silaha na chakula, wakachukua nyara zote za Yerusalemu wakaziweka humo. Ikawa hatari kubwa, mahali pa pakuli... mahali pa kuliotea hekalu, adui mbaya kwa Israeli siku zote. Walimwengu damu isiyo na hatia, walimwaga damu isiyo na hatia pande zote za pakat, takatifu wakalinajisi hekalu. Wenyeji wa Yerusalemu walikimbia kwa sababu yao, mji ukawa makao ya wageni, mji wa kigeni kwa wazaliwa wake, ulioachwa na watoto wake. Patakatifu pake palifanywa ukiwa kama janga Sikukuu zake zikageuka kuwa kilio, sabato zake lawama, na heshima yake dharau. Utukufu wake ulipokuwa mwingi, ndivyo aibu yake ilivyoongezeka, na ukuu wake uligeuka maombolezo. Mfalme Antioko akaziandikia milki zote milki zake zote kwamba wote wawe taifa moja, kila mtu aache sheria zake za asili. Watu wote wa mataifa wakaikubali amri ya mfalme. Hata wengi katika Israeli walifuata ibada yake, wakitoa dhabihu kwa miungu ya uongo na kutia unajisi sabato. Mfalme akapeleka barua Yerusalemu na kwenye miji ya Uyahudi kwamba wazifuate desturi zilizo za kigeni kwao, waache kutoa sadaka za kuteketezwa na dhabihu na sadaka ya kinywaji hekaluni, wazinajisi sabato na sikukuu na kulitia unajisi hekalu na waliotakasika, tena wajenge madhabahu na mahekalu na vinywaji vitakatifu vya miungu ya uongo na kutoa dhabihu za nguruwe na wanyama wachafu, waache wana wao bila kutairiwa na kujitia nafsi zao najisi kwa uchafu na ukafiri wa kila namna, kusudi waisahau sheria na, na kubadili kawaida zao; naye asiyetii neno la mfalme atakufa. Kwa maneno hayo aliwaandikia wote wa milki yake, akaweka wasimamizi juu ya watu wote na kuamuru watu wa miji yote watoe dhabihu mijini mwao. Wengi wakajiunga nao, yaani wao waliokuwa wameiasi sheria, wakafanya maovu katika nchi. Hata waisraeli walilazimika wajifiche katika makimbilio ya siri huko na huko. Siku ya ishirini na tano ya Kislevo mwaka wa mia arobaini na tano waliweka chukizo la uharibifu juu ya madhabahu na katika mji ya Uyahudi kila upande walijenga vimadhabahu vya miungu wakafukiza uvumba milangoni pa nyumba na njiani, na vitabu vya sheria walivyovipata wali walivirarua vipande vipande, wakaviteketeza. Mtu mmoja aliyepatikana na kitabu na aliyeonekana anaifuata sheria aliyehukumiwa kufa kama alivyoamuru mfalme. Hivyo ndivyo, ndivyo walivyowatenda Waisraeli kwa jeuri, wale walioonekana mwezi kwa mwezi katika miji. Na siku ya ishirini na tano ya mwezi walitoa dhabihu katika kimadhabahu kilichowekwa juu ya madhabahu, nao wanawake walio tayari watoto wao waliwaua kama ilivyoamriwa wakitungika wakitungika wana wao shingoni mwao wakawaua wote, na nyumba na nyumbani mwao na wale waliowatairi watoto. Hata hivyo wengi katika Israeli walikaa nia zao kwa uthabiti wasile vitu vilivyo najisi, waliona afadhali kufa kuliko kutiwa unajisi na vyakula au kulivunja agano takatifu, wakafa. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Sura ya pili siku zile, Matathia mwana wa Yohane mwana wa Simeoni kuhani wa ukoo wa Yoharibu aliondoka Yerusalemu akakaa Modini. Alikuwa na wana watano: Yohane aliyeitwa Gadi, Simoni aliyeitwa Thasi, Yuda aliyeitwa Makabayo, Eleazari aliyeitwa Aurani na Yonathani aliyeitwa Afusi. Akayaona mambo ya ukufuru yaliyoendelea katika Uyahudi na Yerusalemu, akasema ole wangu, kwa nini nalizaliwa kuona uharibifu wa watu wangu na maangamizo ya mji mtakatifu? Hata kukaa kimya, unapotiwa katika mikono ya adui zake, na patakatifu pake katika mikono ya wageni? Nyumba yake imekuwa kama ya mtu asiye na heshima, vyombo vyake vya fahari vimetekwa na kuchukuliwa, watoto wake wameuawa njiani na vijana wake kwa upanga wa adui. Taifa lipi lisilo yashiriki mateka yake? Ufalme upi usioziteka mali zake? Mapambano yake yote yameondolewa, naye aliyekuwa mungwana amekuwa mtumwa. Naam, vyombo vitakatifu vyetu na fahari yetu na utukufu wetu vimefanywa ukiwa, vimetiwa unajisi na watu wa mataifa. Mbona basi tuzidi kuishi? Matathia na wanawe wakararua nguo zao, wakajivika gunia, wakalia kwa majonzi. Watumishi wa mfalme walikuwa wakiwashurutisha watu kuasi. Wakaja Modini kuwalazimisha watu kutoa dhabihu. Waisraeli wengi wakatokea, hata Matathia na wanawe walikuwapo. Watumishi wa mfalme wakamwambia Matathia, wewe u kiongozi mtu mkuu maarufu katika mji huu una wana wako na ndugu zako, na kujiweka upande wako. Basi tangulia wewe uitimize amri ya mfalme, kama walivyofanya watu wote wa mataifa na watu wa Uyahudi, nao waliosalia Yerusalemu, ndipo wewe na wana wako watahesabiwa kati ya rafiki za mfalme, naam wewe na wana wako watatunzwa fedha na dhahabu na vipawa vingi. Matathia akajibu akasema kwa sauti kuu, hata mataifa yote katika milki ya mfalme wakimtii, wakiacha kila mtu dini ya wazee wake na kuchagua kuzifuata amri za mfalme. Lakini mimi sivyo. Mimi na wanangu na ndugu zangu tutaishika njia ya agano la baba zetu. Isiwe kwetu kujitenga na sheria na maagano. Hasha, sisi hatutaisikiliza amri ya mfalme, tugeuke katika dini yetu kwa kuume wala kushoto. Alipokwisha kusema hayo, Myahudi mmoja alijitokeza machoni pa watu wote, kusudi atoe dhabihu juu ya madhabahu iliyokuwapo Modini kama ilivyoamriwa na mfalme. Matathia alipomwona, alishikwa na uharara, moyo wake ukatetemeka, hasira yake ikatokeza hukumu, akamwendea mbio akamua pale madhabahuni, kisha alimua yule mtu wa mfalme naye aliyekuwa akishurutisha dhabihu, akaiangusha madhabahu. Hivyo alionyesha juhudi yake kwa sheria kama juhudi ya Fineasi juu ya Zimri mwana wa Salu kisha Matathia alipiga mbiu mjini kwa sauti kuu akisema, kila aliye na juhudi kwa ajili ya sheria na kutaka kulitetea agano na anifuate. Naye na wana wake wakakimbilia milimani, wakaviacha vyote walivyokuwa navyo mjini. Ndipo wengi waliokuwa wakitafuta haki na hukumu walikwenda jangwani wafanye maskani yao huko, pamoja na wana wao, wake zao na wanyama wao, kwa sababu ya maovu yaliyo walemea. Habari zikawafikia watumishi wa mfalme na askari waliokuwapo Yerusalemu, kama watu kadha wa kadha waliokuwa wameidharau amri ya mfalme wamekwenda kujificha jangwani. Wengi wao wakawafuatia, wakawafikia, wakajipanga juu ya siku ya Sabato. Wakawaambia, basi sasa tokeni, mfanye kama mfalme alivyoamuru nanyi mtaishi. Wakasema, hatutatoka wala hatutaitii amri ya mfalme kuinajisi siku ya Sabato. Ndipo wakawashambulia nao, hawakujilinda wala kuwatupia jiwe wala hata kuyaziba mashimo walimojificha, maana walisema, tufe wote katika usafi wetu, mbingu na nchi za tushuhudia ya kuwa mnatuua bila haki wakawashambulia siku ya Sabato, wakafa pamoja na wake zao na watoto wao na wanyama wao, watu wapatao elfu. Matathia na rafiki zake walipopata habari waliambiana, kama sisi sote tutafanya kama walivyofanya ndugu zetu, tusipigane na watu wa mataifa kwa ajili ya nafsi zetu na amri zetu watatufuta upesi katika nchi. Wakafanya shauri siku ile ya kuwa kama mti yoyote akituletea vita siku ya Sabato, tupigane naye tusife wote kama ndugu zetu waliokufa katika vificho vyao. Wakati huo kundi la wasidimu walijiunga nao Waisraeli hodari wa vita, waliojitoa kwa hiari kuitetea sheria, na wote walioyakimbia maovu walikuja kwao na kuwaongezea nguvu. Kwa kukusanya jeshi kubwa, wakawapiga wenye dhambi katika hasira yao na walioasi katika ghadhabu yao, na waliobaki waliwakimbilia mataifa wajisalimishe kwao. Matathia na rafiki zake wakazungukazunguka wakizivunja madhabau za miungu, na kutairi kwa shuruti watoto wote wasiotairiwa waliowapata katika mipaka ya Israeli. Wakawafuatia wana wa uovu, na kazi iliyofanikiwa mikononi mwao wakaiokoa sheria katika mikono ya mataifa na wafalme wasiokubali wenye dhambi wainue pembe zao. Siku ya kufa kwake Matathia zilipokaribia, aliwaambia wanawe, siku hizi jeuri na lawama zimeongezeka nguvu, ndio wakati wa uharibifu na hasira kali, basi wanangu mwe na juhudi kwa sheria, mtoe maisha zenu kwa ajili ya agano la baba zenu. Yakumbukeni matendo ya baba zenu walizozitenda katika vizazi vyao, ili mpate utukufu na jina la milele. Je, Ibrahimu hakuonekana kuwa amini alipojaribiwa? Ikahesabika kwake kuwa haki. Yusufu, wakati wa kutaabika kwake, aliishika amri naye akapata kuwa bwana wa Misri. Feneasi baba yetu, kwa sababu alikuwa na juhudi nyingi, alipewa ahadi ya ukuhani wa milele. Yeshua, kwa kulitimiza neno, alikuwa mwamuzi katika Israeli. Kalebu, kwa kutoa ushuhuda katika mkutano alipata urithi katika nchi. Daudi mwenye rehema alishiriki kiti cha mfalme, cha ufalme wa milele. Elia kwa kuwa aliona rehema alikirithi. Elia kwa kuwa aliona wivu mwingi kwa ajili ya sheria alichukuliwa juu mbinguni. Hanania, Azaria na Mishaeli waliamini wakaokolewa katika moto. Danieli kwa kuwa hakuwa na hatia aliponywa vinywani mwa simba. Fikirini basi vizazi kwa vizazi, hakuna wawekao imani kwake yeye watakao watakaokosa nguvu. Msiaonge, msiwaogope maneno ya mtu mwenye dhambi, maana fahari yake itakuwa samadi na funza. Leo atainuka kesho hataonekana kamwe. Amerudi udongo mwake na mawazo yake yamepotea. Basi ninyi wanangu, mwe hodari, mfanye kwa kiume kwa ajili ya sheria, maana kwa hiyo mtatukuzwa. Tazama Simoni ndugu yenu najua ya kuwa yu mtu wa shauri, msikilizeni siku zote, atakuwa baba kwenu. Yuda Makabayo shujaa tangu ujana wake, atakuwa jamadari wenu na kuwapigania watu wenu, nanyi wapokeeni wote wanaoishika sheria, mkatoze kiasi cha maovu waliotendwa watu wenu, wapatilizeni mataifa na kuyaangalia maneno ya sheria. Akawabariki akakusanyika kwa baba zake. Alikuwa alikufa katika mwaka wa mia moja arobaini na sita akazikwa katika kaburi la baba zake huko Modini. Israeli yote ikamfanyia maombolezo makuu.